Mwili wa Waziri Mkuu wa zamani wa Kenya, Raila Amolo Odinga umewasili nchini humo leo asubuhi ukipokelewa na maelfu ya waombolezaji katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi. Katika tukio lililojawa na hisia kali na simanzi, wananchi kutoka sehemu mbalimbali za nchi hiyo walijitokeza kwa wingi wakielezea ya majonzi yao kufuatia kifo cha mwanasiasa huyo ambaye wengi wanamtaja kuwa shujaa wa demokrasia. Peter Cheriot ni mkaazi kutokea Kaunti ya Bomet, tumekaa naye for a long time na amenisaidia. Tunasema pole sana. Wakati nilisikia hiyo maneno imetupea, tulisikia mbaya sana. Mpaka sasa tunaomboleza, tunasema mzee alale pale pema peponi. Je, raia wanamkumbuka Raila kwa lipi? Joylan ni mkazi katika kaunti ya Nairobi. Kwa majina anaitwa Joyland. Kifo nimekipoka hata nimeshtuka, bado bado hadi sasa hivi siamini kwamba ati baba ametuacha, kwa sababu ni kiongozi ambaye nilikuwa nampenda sana. Baba ni mtu mwenye tu, nilikuwa nimesema ni kielelezo, ni mtu ambaye ameonyesha watu jinsi ya kuwa alida, na mimi mwenyewe kama Joyland nilikuwa nimependa sana kuwa alida in the future, so I have to come here, lazima nikuje huku nionyeshe jinsi ambavyo uh, uh, baba alikuwa ananielekeza Jena Tieno kutokea kaunti ya Busia anasema Weka dry. Majina naitwa kwa majina anaitwa Jena Tieno. Nimetoka Busia kaunti, lili faint juu sikuwa najua baba ndio angesimama kwa hii Kenya. Hakuna mwingine atasimama kama si baba. Baba ameenda, baba ameenda yenda, angesaidia kila mahali, ilikuwa nadhani atatuokoa kwa hii moto, kumbe hakuna. Nimeshtuka baba ametuacha. Mwili wake unatarajiwa kusafirishwa hadi nyumbani kwake Kisumu kabla ya maziko rasmi kufanyika katika kijiji cha Bondo, Kaunti ya Siaya. Raila Odinga atakumbukwa kama mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa katika historia ya kisiasa ya Kenya ambaye alitumia maisha yake kupigania mageuzi, haki za binadamu na mshikamano wa kitaifa.